Baba, mimi niko vizuri, niko vizuri kabisa bwana. Kama rais wa heke wote Tanzania, shabiki na mwanachama nguli wa Yanga, niko vizuri kweli kweli, nasubiri tu kesho niende nikaligaragaze jitu kaka. kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wachezaji wako mechi kesho? Yes, wanakuambia kwenye mechi ya kwanza, tushasahau, tushafunika nyuma, wenyewe wa wataalamu wanakuambia one lakini yeah. Tunasema ya kule tunaachana nayo tumeacha yeah. Wamepiga yeah. Silver Strikers yes. Lakini ukiangalia kiundani waliofurahia zaidi waliofurahia so yeah. Zaidi ni watoto wa Mudi watoto yeah. Hey, wa Mudi wamefurahi wa kweli kwe. Na mpaka sasa hivi watafurahi zaidi, wata fly zaidi. Yeah. Wakini, wakituona kesho tumefungwa tena tumetolewa yeah. Kwa sababu watoto hawa mpaka sasa hivi fulaha yao kuona Yanga imepoteza ndo wanafurahi lakini, tukikutana mi naoanajipigia uh, jana wakati wanafika Silvese hey. Uh, aliojiwa mchezaji mmoja na alisema kwamba Young Africans ni timu nyepesi na tutamtandika. Uliona pengine hiyo interview na pengine hujaiona? Unawambia nini wachezaji wa Strikers ambao wameovenidence kwanza Silver Strikers hajaijua ajajajajajajajajajajajaja, ajajajajajajajaja, Yanga vizuri. Yanga haijawahi kufungwa na timu moja hiyo hiyo mara mbili mfululizo. Mm. Sijui ni lewana sijui. Mm. Amuulize timu moja inaitwa Belouizdad. Ilijifanya mbabe nyumbani kwake, ikatupiga chuma tatu ikajua imeshamaliza biashara. Mm. Baadhi wa wachambuzi wa kibongobongo wakasema biashara ya Yanga ndio kuishi naye babuji. Mm. Tulivyokwenda kwa mkapa tukampiga kaubaki. Hajazubama mwanangu, tukamgea meza. Ninaposema meza, tukamgea meza miguu minne, yani nne. Tukamgudulia mbali. Sasa historia ya Yanga Hawa Silver Strikers hawajaifahamu na ndio maana anamwangua kubwabwaja. Sasa tuambie, kutamba mwisho Malawi. Akija Dar es Salaam anakuta Yanga na tamba, na kesho ni Mchizivunga kesho mtamkata Benjamin Mkapa. Mchizivunga yule chizi fresh. Sasa kesho mimi najua chizi siku zote ukama jalalani. Sasa kesho tunakwenda kumuonyesha kwamba chizi kukaa kwake ni majalalani na sio kucheza mpira. Sasa pira unaokwenda kumpigia kesho baba mkanye mwanao. Hatutaki mazuia na Silva. Kipiga unachokwenda kukidondoshia kesho. Ee bwana ogopa sana. Na katika misemo yangu leo nakwenda sisi ni askari tuliopigwa risasi. Chomfanya kesho heba ni mauaji ya halaiki, na naenda mbali zaidi nasema usiombe ukamkaba muuza visu, angalia katika pitapita zako pita, unaweza naeza kwenda kupita kiwambazani kwa muuza visu fisi ya. Kwa sasa alichokifanya yeye, amenikabia nyumbani kwake. Sasa anakuja nyumbani kwenda kukutana na yanga yenye hasira tuliojeruhiwa kama mbogo, mpira unaenda e kumpigia kesho, si ni hatari. Uliona kwanza Yanga tangia kipindi cha kwanza ilikuwa imara kabla hajatoka. Muda navosema, muda namjua, kiungo hatari muda dai mzee wa kupiga simu muda wote, na ndo maana ukiangalia hata yeah, goli limekuja kupatikana baada ya kutoka nani yule muda dei, sijui nelewana, sijui wakati yupo muda wale walikuwa wapande hata chembe, kama unavyomwona Master Pakome alikuwa na wachachafi ya kweli, lakini anakuambia unaweza ukacheza mpira mkubwa na ukafungwa na ucheza mpira mdogo, ndo kafanyaje akashinda. Sasa kwenye mechi ile kocha wetu alichobugi kumtoa muda, na ndio maana alivotolewa muda tu wale nani chizivunga ndo waza kupanda, ndio maana ukakuta kipindi cha pili pakome kafanyaje, sasa akapotea sasa kesho. Eh, kocha ule kashaondoka, yule mzee wa kununa, mzee wa minuno eh, eh kashaondoka. Sasa yule kocha msaidizi kutoka nchini Malawi, umemsikiliza kwenye pesi, tumejiandaa kuanzia benki la ufundi kuanzia mashabiki. Yani mechi hii kifupi imeshaisha. I'm coming no street not surrender. Nimwambie kila mwana Yanga kesho mauaji ya like na kwenda kuyafanya kwa Mkapa haijawahi kutokea. Watu wengi wanasema kwamba mechi ni mechi ya bure eh, na mashabiki wa Young Africans wanaendelea kujitokeza, ni wa wingi sana, wanasema watajaa kwenye mechi hiyo. Watu wengi wanasema hiyo mechi mashabiki wa Yanga hawatojaza kwa sababu wa wingi sana, hawapendi timu yao, pengine tutegemee kuliona ile mzee wa utopolo kwanza kwenye mambo ya bure, hata Yanga wenyewe waga tupendi kwanza, tunavyosemaga bure, mtoto wa mudi ndo analuka. Anafurahi kwa sababu anajua timu yao ni kama kausha damu, muda wote anakamuliwa. Tunajua kausha damu ilivyo, inakukamua mpaka 200 kwa sababu kiangalaga hata hapa tunaandaga supu. Mtoto wa muri wa kwanza kufika hapa sasa, kesho mechi kwanza, karibu mechi kadhaa pale tumefanya kwa Mkapa, mtoto wa muri wa kwanza kufika pale, alafu mtoto wa muri huyu huyu anaebeza anasema yanga bure wanapenda free, lakini yeye wa kwanza kufika. Sasa kama ulikuwa upendi vya bure, umekuja kufanya nini kwa Mkapa? mmeomba na pilau, na sio pilau, yani pale GSM kesho aweke na maji aweke na juisi eh, pale kwa Mkapa pale kwa sababu unajua k unapok kwa kwa bosi lazima udeke bosi mwenye miela yake kama unavyoona bosi, yeah. Na, tushafanya sisi na, kwa wa mbili, na kwenye mitandao. Sasa kesho bosi wetu tumeshamwambia unajua mtoto wa kudeka, lazima lazima apelekwe pelekwe, lakini mtoto ninavyosema wa nyumbani, lazima adeke nyumbani Yanga ndo mwenye taifa hili la Tanzania. Sasa kesho, watoto wa Mdoe waambieni vi kesho, pale kuna pilau waambieni, aje ale, waje mpaka mpaka uwanjani wanaingia bure pale, lakini tunawapa onyo semu moja tu. Unakumbuka watoto wa Mdoe walifanyaga vurugu Zanzibar kule. Tena hata kwa Mkapa alifanyaga hapo. Mchwa siku akafungiwa juzi amecheza mechi akiwa akiwa pale. Watoto yatima pale. Kwa hapa kama hapo makaburini. Sasa kesho anaweza kaja akalipiza na wao nyaka leta vurugu ili mlao tuone kama tumefanya sisi vurugu tukafungiwa na sisi tukashindwa kwenda uwanjani. Sasa nawapiga marufuku. Kama wewe ni mtoto mdogo unataka kuja kufanya vurugu, kesho kuna ulinzi kama utusije. Kaa nyumbani kwako. Kuna defender kama zote kesho pale. Eh. Kaka, yani wale ninafananisha na kibaka amenikaba kwa nyuma, yani yule siri walichonifanya kule kwake ni sasa, mimi napita uchochoroni akaja akanikabia kwa nyuma, alafu sijui kama kuna mtu alikuwa anakuja. Sasa kesho man to man, sio e, sio like, namuomba mama Samia kesho anapokuja waziri wa michezo kesho milioni 30 kuna goli sita na kwenda kumpiga kipigo cha mbwa mwizi, kipigo cha mbwa koko. Nimekwambia no street not surrender. Kesho mawaja rai Ndoto Polo, mechi iliyopita alikosekana Clement Nzize kutokana na majeruhi. Watu wengi wamekuwa wakiataki sana kusema Clement Nzize ni mchezaji muhimu ya Young Africans. Pengine akiwemo Clement Nzize, kutakuwepo na mashambulizi makubwa na ushindi wa Young Africans mzito. Kwanza mtu mwenyewe ushasema Clement Mzize bonge la striker hilo. Manchester ametoka Barcelona amemtaka, Arsenal amemtaka, kule sijui mpaka Liverpool amemtaka, na na wa maana ya ya wa yuko mi sasa. Mimi nimesha organize Clement Mzize, kesho anacheza na Clement Mzizi ukiangalia tulivyofungwa na baki anatikisa kichwa tu. Ah, sasa kesho mzee wa kumba, kumba striker la kimataifa kesho atakuepa uwanjani pale, atakuwa na mwaga mijaro. Wewe unamjua shughuli ya Clement Mzizi, kwa hiyo niwaambie wana Yanga wote eh. Kesho tena ikiwezekana, hata yao yao jeshi pale yeye. Kwa hiyo mechi ya kesho, hata kwenye nimeona wanja ndege pale wanatamba sasa, kutamba mwisho kule wanja ndege, wakija kwa Mkapa